Karibu sana kwenye YouTube channel yetu ya Wauzaji. E, mimi huwa nafundisha taratibu step by step pole pole, na wewe uweze kufanya uweze kuelewa. Leo tutajifunza jinsi ya kurekodi simu za mtu. Mfano, nataka urekodi simu za mtu, mkiwa mnazungumza call zote ziwe recorded moja kwa moja. Nitakuonesha step by step hatua kwa hatua, na mimi taratibu moja kwa moja. Ukitaka kurekodi simu za mtu, kwanza, kuna baadhi ya nchi haziruhusu kurekodi moja kwa moja, yani kisheria, sio sio vizuri, lakini zingine nyingi zinaruhusu na kurekodi, kwa sababu kama ni kwa faida yako binafsi, basi haina shida, ni jambo zuri, hiyo inakuwa hamna tatizo. Kwa Tanzania, watu wengi wanarekodi eh, kisheria japo wanasema eh, kisheria sio sahihi lakini kurekodi inaweza ikakusaidia. Mfano mtu amekuagiza sehemu, una sehemu unataka uelekee, inakusaidia kukutunza kumbukumbu kwa haraka zaidi. Tuende step by step moja kwa moja. Cha kwanza kabisa, hebu jaribu kuingia Play Store. mimi naitafuta Play Store hii hapa. Mimi natumia simu ya Samsung, kwa hiyo naweza nikasevu, nikatafuta Samsung sound recorder unaona shakuja hapo, ehe, nitakuja nitaiona hapa. Nitagusa hiyo ya pili, kwa sababu hata kimonekano ni yenyewe. Hii ya juu, ukiona juu imeandikwa sponsored, mona, inamaanisha hii ya juu ni application nyingine ambayo mtu ameitengeneza akailipia kama tangazo ili iweze kukaa juu ya nyingine, nadhani umeona hapo imeandishwa. Kwa hiyo oh, hii ya juu mara nyingi vitu vya sponsored inabidi unaachana navyo unaangalia chini yake alafu unaangalia eh, ukigusa hapa nafunguka utaona mtu aliyetengeneza kampuni iliyotengeneza hii ni Samsung Electronics Limited, kwa ina maanisha moja kwa moja E, ni, ni ni kampuni ya Samsung, unaweza ukaangalia chini kidogo ukaangalia ukaona kweli ndio wenyewe, pia ukaona e, imedaloliwa ime zaidi ya watu bilioni moja. Umeona hata ukiingia hapa unaona rekodi kweli zipo. Umeona? Yes. Kwa hiyo ime download, kwa hiyo hii ni yenyewe. Sasa nimeingia hapa e, kama itakuwa bado haipo updated, jitahidi kwanza kuibonyeza update au kama haipo download au je download, basi jitahidi bas ui download kwanza. Hapa ni nzuri sana kwa watu wanaotumia simu za Samsung. Baada hapo, unaona unarudi nyuma taratibu nyuma mpaka kwenye home, baada hapo sasa itabidi hapa unaingia kwenye call setting sehemu ya kupi, sehemu ya kupiga simu mfano mimi nitaingia kwenye hii hapa phone. Sasa umeiona, nitaingia kwenye phone, itakuwa kama hivi. Baada ya hapo nitagusa vidoti vitatu vya juu kulia. Nadhani hii hapa, nadhani unaiona baada ya kugusa vidoti vitatu vya juu kulia, nitaingia kwenye setting. Unaona setting ni sehemu hii hapa ya tatu, nitaingia kwenye setting. Baada ya hapo, nitakutana na option nyingi nyingi nyingi. Moja kwa moja mimi nitaingia kwenye sehemu ambayo ni record calls. Tazama, umeona ya kwanza ni test calls, ya pili ni record calls. Umeona, nitagusa hapa Sasa hapa kuna kuna hizi zote, nataka nikuelezee taratibu, wezi kuzielewa. Hii ya kwanza ukiwasha inamaanisha ni auto record calls, calls zote, simu zote utakazopigiwa zitajirekodi automatiki. Koni vizuri, kawasha. Ya pili inamaanisha show notification after recording. Hii ukiwasha inamaanisha kwamba baada ya kurekodi simu yule mtu akakata, yaani mka mshakata kabisa, mko kwenye mawasiliano, notification itakuja kwenye simu yako, kwa jua pa tip kwamba kwako wewe, inakwambia kwamba record tayari imesaveiwa kwenye simu yako. Yule hatojua wala nini, lakini kwako ndio itaonesha. Sasa kwa sababu e, kama ni mtu kuongea na simu sana, ile notification baada ya kukata simu inakuwa ina kera, ndio maana mimi nimezima, lakini kwa wewe unaweza ukaiwasha tu hapa, sio mbaya, lakini mimi napenda kuizima kwa sababu naongea sana na simu, kwa hiyo naona haina msingi wa kuleta notification na wakati najua tayari ipo recording. Option ya mwisho ya, ya, ya, ya tatu nitakuja kuielezea. E, okay, au tuanze na ya tatu, pia sio mbaya. Recorded calls hapo unazipata call zote ambazo zimerekodiwa. Mfano mimi hizi zote zimerekodiwa, kama unavyoona, tarehe hii hapa, tarehe yake inaonesha, jina la mtu, namba yake ya simu, umeona. Na pia unaweza kuishare, ukitaka kuituma kwa mtu unaenda kubonyeza hapo, ukabonyeza share, ukaituma. Au ukibonyeza delete unakuwa unaifuta, au ukibonyeza vidoti vitatu unapata option nyingine, umeona, uikopi details zake ui rename, yani ui rename, ubadilishe jina au hata ui compress vile vile. Umeona hapo unakuta hapo ndo utaona call zote recorded calls, call zote ambazo zimerekodiwa, hata kama ni ngapi, zote utaziona. Mfano mimi nazo nyingi sana, nikiselect hapa nika nikaselect all ninazo zaidi ya 5548 ambazo nimekuwa nazirekodi muda muda muda kabisa. Sasa kuna muda zinakuwa nyingi. Hizi record calls zako. Sasa ndo hapo inapokuja option hii ya mwisho kabisa ya delete recording older than one month. Sasa hapa nitaeleza taratibu, naomba unipe masikio yako. Ukibonyeza hii option ya nne, zinakuja option hizi hapa. Hapa ni kwenye kufuta record ambazo zisha, yani ushazi record calls zote ambazo umezirecord. Mfano, Ukibonyeza hii hapa itafuta ambayo zote ambazo zimevuka miezi sita. Mfano mimi na na calls nilizorekodi na, na na zipo zaidi ya miezi sita zipo 2977, umeona hapa, ambazo zina GB zaidi ya kumi. Kwa hiyo nikibonyeza hapo alafu nikabonyeza move to recycle bin moja kwa moja zitakuwa zimejifuta na zitaondoka kabisa kwenye zitafanya GB 10 iwe free. Umeona? nadhani umeelewa hapo. Ukibonyeza hapa miezi mitatu, alafu baada hapo ukabonyeza move to recycle bin, inamaanisha utafanya e, zote ambazo zina zaidi ya miezi mitatu rekodi ambazo umezirekodi zina zaidi ya miezi mitatu ziweze kufutika. Kwa mimi zitafutika zaidi ya 4175 na zenye GB zaidi ya 14, yaani MB 14844, kwa hiyo ni sawa sana kama GB 1014. Ukibonyeza hii one month itajifuta zenye zaidi ya mwezi mmoja zote, kwa hiyo inabidi wewe makini hapo, nadhani umenielewa, na nadhani hakuna cha ziada. Acha nirudie taratibu hatua iliyofanya mpaka nikafikia hapa, step by step by Nikuwa hapa nikaingia hapa nikaingia kwenye eh, kwenye kwenye phone record hii hapa. Baada ya hapo, nikaingia kwenye hivi vidoti vitatu, nadhani umeiona. Baada ya hapo, nikaingia kwenye setting. Baada hapo, nikaingia kwenye record calls, nikaingia kwenye record calls. Hizi option ndo zile ambazo zote unaona nilizielezea pale. Karibu sana, sa usiache kusubscribe. Video kama hizo nyingine tayari zipo nyingi. Karibu sana.